Swala la uhifadhi na, na utalii Tanzania ni kitu ambacho kinaliweka e, taifa katika kiwango cha kimataifa. Ni jambo ambalo linapelekea serikali kufanya juhudi sana kuhakikisha tuna uhifadhi, lakini uhifadhi unaokwenda na utalii na uhifadhi unaoleta maendeleo kwa, na sisi TAWIRI ni wanasayansi kwa hiyo tunapokutana na wanasayansi wenzetu e, tunakuwa tumekaa mahali ambapo e, kwenye kiwanja ambacho tunaona tunacheza vizuri, maana pale ndipo tunapotakiwa sisi kuionyesha e, jamii kwamba e, uwezo wetu uko wapi katika kuisaidia jamii hasa katika e, habari hii au e, hii e, tatizo la wanyamapori wakali na waharibizi na hususan tena tunajua kabisa kwamba uh, tembo eh, ni rasilimali ya taifa na binadamu ndio wenye taifa hmm. Na tembo hawa wanatupatia maisha na binadamu ndio wanaotakiwa kupata hayo maisha. Sasa inapotokea kwamba kuna migongano, kazi yetu sisi wanasayansi, kazi yetu sisi eh, kama jamii ya Tanzania ni kuhakikisha kwamba tembo tunakuwa nao na sisi tunaendelea, yaani jamii inaendelea na wanyamapori hawa ambao tunao, e, wana, wanaendelea. Sisi kama TAWIRI e, mandate yetu kitumepewa e, majukumu hayo kishii, lakini TAWIRI kama sisi TAWIRI hatuwezi kufanya wenyewe. Uh, mimi naitwa Dr Alex Changa, mkurugenzi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali inayoitwa Tembo Pilipili Program. Tembo Pilipili Programu inafanya kazi na wakulima wanaoishi kando kando ya hifadhi za taifa ili kuzuia tembo wasiharibu mazao kwa kutumia mbinu rafiki, na vilevile kuwawezesha kiuchumi kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinaendana na uhifadhi wa tembo. Mradi wetu unafanya kazi katika maeneo mbalimbali, unafanya katika maeneo ya Tarangire, hasa kwenye vijiji vile vya Kakoi, kata ya Ngaiti. Tunafanya vilevile na wakulima ambao wanazunguka hifadhi ya Lake Manyara. Tunafanya kazi na wakulima wanaozunguka Ngorongoro, maeneo ya Karatu. Tunafanya kazi na wakulima wa Mikumi, Ruaha pamoja na Seu, hasa maeneo ya Rufiji, ambako wote hao wanapata changamoto kubwa sana kutoka kwa tembo. Kama mnapofahamu, ndani ya hifadhi kuna idadi kubwa ya tembo, na mara nyingi kabisa tembo ili kuweza kukidhi mahitaji yao ya kimwili, waga wanatoka na kwenda kwenye mashamba. Wakishaenda kwenye mashamba ambako ni nje ya hifadhi, mara nyingi sana wanaharibu mazao na mara, na, mara, mara, mara nyingine wanaweza hata wakajeruhi watu. Kwa hiyo sisi tunatoa mbinu rafiki. Mbinu mojawapo ambayo tunashauri ni kutumia uzio wa pilipili, kulima mazao mbadala, hasa kilimo cha pilipili, pilipili za mwendokasi Mazao kama hayo hayaliwi na tembo, kwa hiyo inakuwa ni mazao mbadala yale mazao ambayo yanaliwa na la tembo. Lakini vilevile vile tembo waga anaogopa sana kuumwa na nyuki, kwa hiyo sasa hivi tunahamasisha wakulima waweze kufuga nyuki na kutumia mizinga ya nyuki kuzuia tembo wasiharibu mazao yao. Kwa huu ndio mradi ambao leo hii tunauzindua hapa tukishirikiana na taasisi ya utafiti ya wanyamapori ya Tawiri tayari tumeshapata ufadhili wa kununua zaidi ya mizinga mia moja ambao tunatarajia kwenda kuiweka uh, kijiji cha Kakoi karibu na Tarangire. Mizinga hiyo itatumika kufukuza tembo na vilevile kuzalisha asali na mazao ya asali, lakini tunataka tuweke kituo cha mafuzo. Kwa hiyo wakulima wote wanaokaa kijiji cha Kakoi watakuwa wanajifunza ufugaji bora wa nyuki kutoka hapo hapo kijijini badala ya siku za awali ambazo watafiti walikuwa wanatoka mijini. Hao watakuwa muda wote wanaweza wakaenda pale kituoni wakajifunza na tutahamasisha kila familia kila household ya maeneo ya Tarangire iweze kumiliki mizinga kadhaa, kwa sababu mizinga haiharibiwi na tembo. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni njia mwafaka na mbadala kwa kuwawezesha wakulima kuweza kupata kipato kwa mbinu ambazo hazina madhara na uhifadhi. Naitwa Dr. Wilfred Njama Mariale, ni mtafiti mkuu na pia ni mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa wanyamapori Njiro ambacho kazi yake kubwa ni kufanya tafiti za nyuki pamoja na mazao yake. E, katika siku za hivi karibuni, kwa kweli uhifadhi wa wanyamapori nchini umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Majangili e, wamedhibitiwa kiasi ambacho wanyama sasa, hususan tembo, wameongezeka na wameongeza wigo wao wa kutafuta malisho kiasi ambacho wanatoka nje ya maeneo yaliyohifadhiwa na wanafika kwenye vijiji na wanafanya uharibifu mbalimbali hususan uharibifu wa mazao. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa katika kwa wizara pamoja na serikali kwa ujumla, kwa sababu tunapenda kuhifadhi na tunapenda pia wananchi wetu waishi bila e, madhara yoyote tofauti, kwa sababu ukiachia mbali miradi mingine ambayo imekuwa inapita tu kwenye vijiji hususan hivi ambavyo vinakabilia viko karibu baada ya mkabala na maeneo ya hifadhi, unatoa elimu ya siku mbili tatu, unatoa vifaa halafu e, watu wa mradi wanaondoka, hakuna ufuatiliaji. Kwa hiyo baada ya muda tena unakuta yale maeneo yanazidi kuwa na migogoro kutokana na kwamba hamna ufuatiliaji kuona kama je, watu walielewa zile mbinu je, watu wanatekeleza ipasavyo kama mafunzo yalivyotolewa. Sasa kupitia mradi huu tutajikita zaidi kuwa na vituo vya eh, kudumu katika maeneo ya Tarangire eh, Ngorongoro na eh, Manyara ziwa Manyara, maana maeneo hayo yote yamezungukwa na hifadhi. Kwa hiyo tutakuwa eh, na station kwa kuanzia, tutaanzia Tarangire, maeneo yanayopakana na Tarangire pale tawekeza kwenye mizinga ya nyuki pamoja na mbinu mbalimbali mbali katika kudhibiti wanyama hao wasiweze kuleta athari kwa binadamu, na wakati huo huo, e, wana wataweza kupata mavuno ya, ya, ya nyuki ya asali asali nta e, na, na mazao mengine ya nyuki na hii itazidi kuongeza kipato chao na kwa ujumla itasaidia uhifadhi wa mazingira na uhifadhi wa nyamapori katika maeneo. Mimi naitwa Remkatu Simlei, ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Nyamapori TAWIRI <clears throat> lakini pia ni mratibu wa mradi wa uhifadhi wa tembo Tarangire, uh, kipekee mfumo ekolojia ikolojia wa Tarangire Manyara

zaidi ya asilimia tisini ya mfumo huu, asilimia tisini ya mfumo huu huko kwenye makazi ya wananchi asilimia kumi tu ilikuwa ndani ya mfumo. Kwa hiyo tembo ulikwenda kwenye maeneo ya jamii eneo kwa ishi. Mradi huu wa tembo pilipili umekuja muda mwafaka, wakati kuna mikakati miwili naja tunatengeneza tunaotekeleza. Mkakati wa kwanza ni wa kupunguza migogoro mkakati baina ya tembo na binadamu Well, 224 lakini pia tunaenda kutekeleza mkakati wa kuhifadhi tembo wa serikali wa 2531. Yote hii inahimiza ubuni mbinu rafiki za kokoni baina ya tembo na binadamu. Kwa hiyo mradi ambao umeletwa na shirika la tembo pilipili umekuja muda mwafaka, na utakuwa mchango mkubwa, kwa sababu tunaamini uhifadhi endelevu wa tembo ni jukumu jumuishi, tunasema joint responsibility. Sisi kama watafiti tunafanya kati yetu kufanya utafiti, kutengeneza data, lakini pia kubuni rafiki, lakini mashirika rafiki pamoja na wahisani na wadau wa hifadhi nao pia wanachangia. Kwa hiyo mradi wa nyuki ambao umeletwa, ambao tutafanya ni sehemu sahihi ulikoletwa, kwa sababu utakuwa ni shamba darasa jamii zingine za hizo wilaya lakini a kupata mazao ambayo katika kundi huu ambao tunafundisha wana jamii, kwa sababu tunaamini pale wahifadhi wanapata manufaa, basi uvumilivu na tolerance kwa wanajamii. Shukrani kwa tembo pilipili kushirikiana na sisi na kufanya kazi pamoja kazi ya katika mradi huu, uh, huu wananchi wao wanatakiwa kufanya nini sasa? Katika mradi huu wananchi, cha kwanza watatakiwa kupatiwa elimu, kwa sababu wananchi wengi wamekuwa wahanga wa tembo, kwa sababu muda mwingi hawana elimu ya namna ya kujihami ku. Cha kwanza watapatiwa elimu kuhusu tabia za tembo, nasema behavior ecology. Lakini cha pili, eneo la mradi litakuwa ni shamba darasa, lipo katikati ya wilaya zote linafikika kwa hiyo, watafika kujifunza, lakini pia tukumbuke 2027 serikali inajiandaa na tamasha kubwa la nyuki. adau ni wo. Kwa hiyo kwa yule ambaye ana interest ya kujifunza pia ni shule tosha. Ya hivyo basi, nitoe wito kwa wadau mbalimbali, tunaona ndugu zetu watawili wamesha kuonyesha njia na leo tumesaini pale MOU kati ya Tembo Pilipili Program na TAWIRI kwa ajili ya kutekeleza miradi hii. Basi tunaomba na wadau wengine mbalimbali mbali, mashirika mbalimbali yajitokeze kushirikiana na sisi Tembo Pilipili, kwani changamoto hii ya tembo ipo nchi nzima na kila siku tunasikia watu wanavamiwa kwenye mashamba yao. Lakini pia niombe jamii ya ambayo inazunguka kwenye hayo maeneo na kule ambako mradi tutaupeleka basi ikumbatie hii miradi ili iweze kuwasaidia, kwani miradi hii ina umuhimu mkubwa. Hivyo basi, ni ziasi zile jamii ambazo zitakuja kupokea mradi huu, tushirikiane pamoja katika kuitunza hiyo mizinga, katika kushirikiana katika kuzungushia hiyo huo uzio wa mizinga ya nyuki na vitu vingine ambavyo vinahusiana na hiyo mizinga, basi jamii na wadau tuwe pamoja. Sao. Sasa kwenye pilipili kuna vitu vitatu ambavyo naweza nikavielezea ambavyo vinakuza tembo. Cha kwanza tunasema huwa tunahamasisha wale wakulima wanaofanya shughuli za kilimo pembezoni mwa hifadhi walime pilipili. Sasa pilipili kwa nini walime? Kwanza, hii ni moja ya zao mbadala ambalo ni nyama tembo hali pamoja na kutu, kulima hilo zao kwamba wao watajipatia faida lakini tunapohamasisha walime ni kwamba ile pilipili wakishaotesha, huwa tuna tunahamasisha walime angalau roboeka tu ile. Wakishaotesha ni kwamba kishakuwa ile pilipili inachumwa, alafu inakauka. Kuna kitu tunaenda kutengeneza kinaitwa uzio wa pilipili. Sasa uzio wa pilipili ni kwamba tunachukua pilipili ambayo ile iliyokauka tunaiponda, tunakuja tunachukua na oili chafu, tunachukua na vitambaa vya pamba pamoja na kamba za katani pamoja na nguzo za miti hiyo ndio tunaenda kuzungusha kwenye maeneo yale ambayo tembo anapita. Vile vitambaa vikichanganywa na oili chafu na pilipili, basi ile harufu ya pilipili na oili chafu huwa inamkela tembo, hivyo kwa namna hiyo huwa anakimbia. Lakini kitu kingine tunasema, tunatengeneza tofali la pilipili. Tofali la pilipili ni kwamba tunachukua kinyesi cha ng'ombe au kinyesi cha tembo mwenyewe tunachanganya na pilipili iliyopondwa pamoja na maji. Sasa hilo tofali ni unaweza ukatumia tu hata ndoo ndogo, lakini unahakikisha unaweka nafasi kwa ajili ya kuja kuchoma moto baadaye. Hivyo litakaushwa kuanzia siku tano mpaka kumi. Baada ya hapo, mkulima anachukua hilo tofali, anaenda kuweka pembezoni mwa shamba au eneo lolote ambalo anaona tembo huwa anatumia kuja kuingia shambani kwake atalichoma ile mida ambayo anauhakika kwamba tembo huwa anaanza kujitokeza. Sasa mida ya jioni mara nyingi huwa inakuwa kuanzia saa kumi na moja mpaka saa moja, anachoma pembezoni mwa hayo mashamba na, na inakuwa inaungua taratibu. Sasa ule moshi unapotoka unakuwa na harufu ya pilipili, na hiyo harufu sasa ndio inayomkera tembo, anaikimbia. Ndio maana tunasema tofali la pilipili ni mbinu ambazo tunasema ni mbinu mbadala lakini kama tunavyoona tunashirikiana na TAWIRI kuongeza mbinu, kwani wanasema kitaalamu huwezi ukamzuia tembo kwa mbinu moja. Mbinu moja anakuwa anaizoea, hivyo ni jukumu letu sasa sisi kama wadau wa uhifadhi kutafuta mbinu tofauti tofauti ili tufanye uhifadhi wa, wa kumhifadhi tembo na kuwasaidia wakulima wetu ambao wanaishi pembezoni mwa hizi mbuga za wanyama.